Sio mbaya e, mechi kupelekwa Zanzibar na ni hapa kwa sababu ya kupisha maboresho ya uwanja ule na nafikiri pia ni nafasi na Wazanzibari nao waweze kuishuhudia timu yao e, ikiweza kwenda fainali sababu mechi inamalizwa pale pale kule. Yani kule, yani kule inaenda kufungua hesabu lakini mechi inamalizwa Amani Zanzibar, sawa wana, wanaishuhudia timu yao inaenda kwenye historia bana nusu yani finali yani fainali Ime, ime ya Simba mwaka elfu mbili na ishirini na tano imechezwa, yani hatua yani ya nusu fainali kwenda finali fainali, finali imekuja kutafutiwa hapa, imepikwa hapa e, ime ime mapochopocho ma ameungiwa hapa, history hiyo inaenda by, kwa sababu Stellenbosch watatolewa. Tuna e, Simba unajua iko hivi Simba Sports Club ukitoa Dar es Salaam katika ardhi hii ya Tanzania, ukitoa Dar es Salaam, sehemu yoyote ambayo Simba itaenda ni faida kwa kwa mwenyeji, kwa sababu by the way Simba ina ukitoa da ambayo watu wanaichukulia poa kila siku, wanaiona week in week out, huko kwa wenzetu Simba wanatamani kuiona, na ndio maana unaona ikienda mikoani watu wanavyojaa, tiketi zinaanza kuuzwa mapema mno, hata ina mapokezi yake, unaona yani uwezo kwa kutada eti watu wanaipokea Simba for nothing, labda labda imetoa taji au imefanya eh, wonders kwenye michuano fulani lakini tu watu wamerundikana hivyo wanaipokea Simba, sio rahisi. Kwa hiyo unapoenda katika labda mikoa au sehemu nyingine tofauti na Dar es Salaam, automatically hata uko visiwani Zanzibar pia kutakuwa kuna vibe, yani kuanzia mapokezi, mashabiki watakavyoitikia, mwitikio wa, wa mechi na nini, hata hamasa itakuwa ya kawaida tu, kwamba watu automatically watakuwa na shauku ya kwenda kuiona Simba Sports Club ya Elimpandu itakavyokuwa ina perform inavyo dazzle ile michuano sawa na alizungumzwa zungumzwa wakati tunakwenda kwenye robo fainali, bahati nzuri Benjamin Mkapa ikatumika kwenye mchezo dhidi ya Almasri, lakini awamu hii watu wanakwenda kwa mama Kizimkazi. Mm. Hili kwanza kama mdau wa soka umelipokeaje na faida ya kundwa Msimbazi Simba kwenda Zanzibar eh, kuna faida kwa upande wao, ama kidogo lile vibe ambalo amelizoea na ile imani ambayo amekuwa amejizoesha kwamba kwa Mkapa hatoki mtu inaweza ikawa pia imewaathiri kwa namna gani? Unajua e, iko hivi Simba Sports Club eh, ukitoa Dar es Salaam katika ardhi ya Tanzania, ukitoa Dar es Salaam, sehemu yoyote ambayo Simba itaenda ni faida kwa, kwa mwenyeji kwa sababu by the way Simba ina ukitoa da ambao watu wanaichukulia poa kila siku, wanaiona week in week out huko kwa wenzetu, Simba wanatamani kuiona, na ndio maana unaona ikienda mikoani watu wanavyojaa, tiketi zinaanza kuuzwa mapema mno hata ina mapokezi yake, unaona yani, uwezo kwa kutadaa eti watu wanaipokea Simba for nothing, labda labda yeye umetoa taji au umefanya wonders kwenye ma, ma, michuano fulani, lakini tu ukuta watu wamerundikana hivyo, wanaipokea Simba, sio rahisi. Kwa hiyo unapoenda katika e, labda mikoa au sehemu nyingine tofauti na Dar es Salaam, automatically hata huko visiwani Zanzibar pia kutakuwa kuna vibe, yani kuanzia mapokezi umeelewa mashabiki watakavyoitikia mwitikio wa mechi na nini, hata hamasa itakuwa ya kawaida tu, kwamba watu wa automatically watakuwa na shauku ya kwenda kuiona Simba Sports Club ya Eli Mpandu itakavyokuwa ina perform inavyo dazzle ile michuano sasa, hmm. Kwa hiyo automatically hata kwa wafanyabiashara ni neema, hoteli kama hivi si tunajiandaa kwenda kule eh, kwa hiyo automatically kutakuwa kuna hoteli yeah. Umeelewa, lakini vile vile wafanya biashara watafaidika wapi, yani hivyo, lakini haina uh, influence hata ile mambo ya utalii. Unajua Zanzibar kuna sehemu zake nzuri, kuna mji mkongwe, umenielewa, sehemu fulani hivi yani ambazo lakini kuna sehemu za starehe ambazo siwezi kazijua zote, lakini kuna Forodhani, kuna kule kwenye mji wa Bahresa Nungwi eh, na sehemu kadha wa kadha kule nzuri zipo, ambazo zinaleta zina, zina, zina ile kusema kama eh, yani sijui nitumie kauli gani lakini ni kitu fulani kizuri sana ambacho watu wanaenda kujifunza kujua na vitu kama hivyo. Hiyo ni nje ya uwanja, lakini ndani ya uwanja Simba pia watafaidika vilevile, kwa sababu automatically uwanja wa Amani utaenda kuja full house, na kwa sababu ile sehemu ya watu kukaa, hakuna sehemu ambayo inafanywa marekebisho au maboresho, maana yake uwanja utakuwa unaruhusiwa kuingiza watu idadi sawa na watu ambao wanatakiwa kuingia uwanjani, tofauti na kwa Benjamin Mkapa ambao kuna sehemu fulani ya kukaa kulikuwa kuna marekebisho fulani yanafanyika na, ya ambayo ni sehemu ambayo pia inapokea ina vaibu kwa ukubwa wake, sababu ni hivi ni, ni, ni, ni, ni vertical eh ni eneo la, la ubavuni mwa uwanja ambapo ndo yani ile vibe mwane, ndo linakuwa linakolea jua zile, tofauti na maku, ma, kwa magolikipa inakuwa inakuwa yeah. Sasa kule uwanja unakuwa una sakula full sakula, ile ambayo inafanya mashabiki kuweza kuhanikiza na kuwafanya wachezaji kujiona kwamba wao wapo ni kama wapo sehemu ya mchezo na kuweza kuperform vizuri, sio? Unanielewa? Eh, kwa hiyo kwa upande wangu mimi naichukulia kama ni ni advantage by the way, kwa kwa mnyama Simba. Lakini hata pitch, unajua, mara mwisho Almasri alikuwa asifungwe goli mbili, kama pitch ingekuwa maridadi, mpira una flow eli mpanzo ana uwezo wa kudribble akakimbiza akakutana nao mbele automatically pale angeweza ku provide hata assist mbili za ziada, angeweza kufunga labda goli mbili brace, pengine yeah. E, lakini eh, e, unajua ile pichi ilimnyima ilimnyima ile ladha ambayo amekuwa hata wakina Kibu Denis, unaona kama walikuwa chini fulani, kwa sababu walikuwa wanacheza sana kwa tahadhari, kwa sababu unaweza ukafanya jambo afu maji akakukwamisha ukajikuta umemponza, uh, yule au ume, umeuponza ume, ume yeah. sawa kwa hiyo mwisho wa siku E, ni kwamba sio mbaya e, mechi kupelekwa Zanzibar na ni hapa, kwa sababu ya kupisha maboresho ya uwanja ule, na nafikiri pia ni nafasi na wazanzibari nao waweze kuishuhudia timu yao, e, ikiweza kwenda fainali, sababu mechi inamalizwa pale pale kule, tunen, yani kule yani kule inaenda kufungua hesabu, lakini mechi inamalizwa amani, Zanzibar. Sawa, kwa wana, wanaishuhudia timu yao inaenda nusu kwenye historia, bara nusu finali, yani finali ime, ime ya Simba mwaka 2025 imechezwa, yani yani hatua ya nusu fainali kwenda fainali, yani fainali imekuja kutafutiwa hapa eh, ime e, imekuja kutafutiwa hapa, imepikwa hapa, ma, mapochopocho wameungiwa hapa, si unaelewa, inakuwa history hiyo, inaenda kwa kwa sababu by the way Stellenbosch watatolewa, tuna Simba mm, inshallah naibold, ndio bwana, sasa inshallah ndugu yangu, sababu mpira unajua unajua kuna, kuna ile kwamba perception kwamba huyu mpinzani sio mpinzani wa kumsumbua Simba, lakini kuna yale matokeo ya mpira nayo ya kushangaza, kwa sababu hata hivyo Simba, wa na, na, na Simba walikuwa kucheza na Stellenbosch naamini wan, psychological wanaamini wanaenda kukutana na Zamalek, lakini matokeo ya mpira yametokea. Zamalek ameshindwa ya kupata bao moja tu katika mechi zote mbili. Ni yani maanake kacheza dakika mia themanini plus kashindwa kupata goli moja wakina Ahmed El Said wakina Nasri Manzi hivyo, wakina Saifuddin Jaziri, imagine wote hao wameshindwa kupata goli moja. Kwa hiyo matokeo ya mpira yapo ya kikatili sawa. mm -hmm. E, of course matokeo ya mpira yapo ya kikatili, lakini mwisho wa siku Simba naamini kuna kitu wamejifunza na wata, wataenda kufanikisha hilo yes. Uh, wakundu wa Msimbazi Simba wamekuwa wakitumia kiwanja cha KMC uh -huh. E, wanakwenda kutumia Amani ambavyo ukubwa ni kama havitofautiani sana eneo eh, la kuchezea kwa sababu Amani mm, huwezi kufananisha na Benjamin Mkapa kwenye eneo la kuchezea kidogo Benjamin. Hii inaweza kuwa faida kwa, kwa, kwa kuna Msimbazi Simba ah, unajua hivyo <coughs> vitu vina vinakuwa na faida au au hasara, lakini kuwa udogo sana sawa. Yani, sio pitch kuwa hivi kuwa vile kuwa nini eh, kuzoea tu maake hivo lakini, eh, sio jambo ambalo linaweza likakwamisha mbinu za mwalimu au likakwamisha uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, ila tu ni kitu ambacho kinaweza kikamata by the way, lakini kwa upande wangu mimi naamini ni kitu kile kile tu kucheza KMC Complex na kucheza amani amani, za, yeah, yeah, Amani Stadium Zanzibar, pale ni kitu kile kile. Yeah, kwa upande wangu mimi naamini hivyo imani, yeah, of course, mimi nakushukuru sana hivi ah, nashukuru.